tufahamishe hali ya kikosi kizima kwa ujumla ambacho kimesafiri kutoka hapa nyumbani Tanzania kuelekea Afrika Kusini kwa ajili ya kujanda na mchezo wa mwishoni mwa juma dhidi ya Stellenbosch ukiwa ni mchezo wa marudiano ya. Yeah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika salama Durban eh, majira hii ya saa moja na nusu kwa saa za hapa Afrika Kusini ya sawa na saa mbili na nusu kwa saa za hapo nyumbani. Uh, safari imekuwa ndefu kutoka nyumbani Tanzania mpaka Johannesburg. Kufika Johannesburg tukapokelewa uh, na baadhi ya Watanzania waishio Afrika Kusini wakiongozwa na mheshimiwa balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini, ambaye vile vile alipata nafasi ya kuzungumza uh, na kikosi cha Simba na kutoa nasaha zake, na, na kutuhakikishia kwamba uh, ubalozi wa Tanzania ama serikali ya Tanzania iko nasi bega kwa bega kuhakikisha kwamba tunatimiza mpango ambao tumekuja kutekeleza huku. Baada ya hapo, tukaingia kwenye ndege tena kutoka eh, Johannesburg kuja moja kwa moja mpaka Durban mwendo wa saa moja, na tumefika hapa majira ya saa moja na tukatoka uwanja wa ndege mpaka hotelini, na muda huu tumefika hotelini, wachezaji wanakwenda gym kwa ajili ya kupasha misuli na kuondoa uchovu na kufanya recovery na baada ya hapo program ya mazoezi nyingine ya uwanjani itaendelea kesho, baada ya kila kitu kuwa sawasawa sawa. Vipi hali ya hewa? Kwa jinsi ninavyofahamu hapo Afrika Kusini ni hali ya baridi, hii haiwezi kuwa na athari kwa namna yoyote ile? Ya, hali ya hewa ni baridi eh, na kuna mvua za hapa na pale Eh, tangu tumefika, tangu tumetoka Johannesburg kulikuwa kuna mvua eh, na tumefika mpaka hapa Durban, mvua za hapa na pale zinaendelea kunyesha na baridi ni kali eh, na kwa kuzingatia hali hiyo ya hewa ndio maana tumeamua kuja mapema eh, ukiangalia, tuna leo Jumatano, tuna Alhamis, tuna Ijumaa na Jumamosi, siku zote hizi nne zinatutosha kabisa wachezaji wetu kuclimatize yani kuzoea hali ya hewa, ili tutakapofika siku ya mchezo, twende tukautumikie muda wetu vizuri. Kwa hiyo hali ya hewa ni baridi, lakini tumekuja mapema ili tuanze kuzoea mapema hali hiyo. Lakini vipi, kwa namna ambavyo mmeweza kuzungumza na wenyeji hapo, ukizingatia kwamba dimba ambalo Stellenbosch watalitumia, uwanja wa Mandiba, ni uwanja ambao wao si wenyeji katika uwanja wao ambao ni wenyeji, kutakuwa na mchezo wa rugby siku moja kabla ya mchezo, hivyo hiyo inawalazimu kwenda kucheza eh, hapo Durban. Hii inakuwa ni faida kubwa kiasi gani kwenu Simba Sports Club? Wenyeji ambao tumezungumza nao ni wenyeji ambao ni Watanzania wanaoishi hapa Durban kwanza e, walikuja wengi sana wamekuja, yani yani, e, na kigoma wamekuja kutupokea katika uwanja wa ndege hapa Durban. Yaani palikuwa shangwe, yaani pale uwanja wa ndege palivurugika, ilikuwa ni mnyama tu anazungumziwa hapo, ngoma zinachezwa, furaha zimetamalaki. Watanzania wanaoishi hapa Durban kupitia umoja wao, umoja wa Tanzania hapa Durban na umoja wa Tanzania nchini Afrika Kusini wametueleza wazi kwamba e, katika mji huu wa Durban, Uh, Stellenbosch ni mgeni ni mgeni ni mgeni kabisa, hana shabiki hata mmoja, kwa sababu huku sio kwao, kwanza ni timu ngeni, lakini huku pia eh, wao hawana mashabiki kabisa. Baada ya kutueleza hivyo, sisi tumekuja na mkakati na mpango wa kuwafanya Stellenbosch kuwa wanyonge katika ardhi ya nyumbani kwao, kwa, kwa maana ya kwamba tumeandaa mpango na mkakati maalum ya kuwakusanya Watanzania na Wanaafrika mashariki wote wanaoishi hapa Durban, wanaoishi Pretoria, wanaoishi Johannesburg, wanaoishi Port Elizabeth, wote waje hapa Durban tuje tuishangilie Simba yetu kiasi ya kwamba tumtie unyonge mpinzani wetu Stellenbosch. Na hilo ni kwambie, ndugu yangu Akida, tayari kazi hiyo imeshaanza. Eh, tayari kule Johannesburg wameshaanza maandalizi hapa Durban ndo usiseme, wale wa Cape Town na wenyewe wanakuja. Kwa hiyo e, tunaamani tuna amini ya kwamba katika mchezo wetu wa tarehe 27 Simba tutakuwa wengi zaidi kuliko Stellenbosch. Wingi huo Ahmed Ally, unakupa jeuri ya kuzungumza hiki unachokizungumza kwa sababu hata mchana wa leo wakati mnaondoka uwanja wa kimataifa hapa Dar es Salaam ulisema kwamba mnyama anaingia fainali. Nini siri ya kujiamini hivyo? Akida eh, nikuambie tu ndugu yangu, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Simba anacheza fainali mwaka huu. Ziko sababu kadhaa ambazo naweza nikakuthibitishia ya kwamba Simba anacheza fainali. Sababu ya kwanza ni uzoefu tuliokuwa nao, tumeanguka mara kadhaa kwa timu mbalimbali, ikiwemo timu mbili za ukanda huu wa timu mbili za, za Afrika Kusini kwa maana ya Orlando na Kaizer Ko, tumejifunza vitu vingi hapa ambavyo tunakwenda kuvitumia katika mchezo wetu huu dhidi mm -hmm. ya Stellenbosch, lakini ya pili ni ubora tuliokuwa nao Simba Sports Club mm -hmm.